Kila mwenye masikio ya kusikia lazima asikie mema, na kila mwenye macho ya kuona hutamani kuona mema kwa yule aliyebarikiwa tabia njema, kwa heshima na taadhima zake Mola mkarima. Ulimi wangu utasema na kumzungumzia mwanamama, mwanamama aliyebeba hekima, mwanamama mwenye mapenzi na huruma ninapotamka neno mwanamama, wallahi raha na hisi ndani ya wangu mtima, natamani muda wote usiku na mchana, kwa maneno mazuri ama shairi singechoka kusema. Kwanza nianze na alhamdulillah rabbil alamina, kwa heshima leo nasema, sitomsema kwa ubaya, bali ni kwa wema, naye si mwingine, ni yeye mwanamama kiongozi wa kina mama Hajati Jeanne, shani ni nzima, uongozi wa Komibu umekuchagua kiuhakika. Umechaguliwa kwa bidii zako, wema wako, ustaarabu wako, elimu yako, kazi waiweza tena bila mashaka. Mufti Salum na Yawagavo kakuthaminisha kwenye wake uongozi, mkono akakushika. Nami mwanao Musa Kitabu mshairi, dua njema kukuombea, kamwe sintochoka Mola wetu aliyetukuka kubariki na kuepushi na mabaya, siweze kukufika fitna za ulimwengu na walimwengu zisiweze kushika. Kwa hakika hukujua kwenye uongozi kuwa utafika, ulisoma hukuchoka, na malengo ya dini yako uliyaweka. Hakika mti uliopandwa kwa hekima, bila shaka huzaa matunda ya baraka. Kiongozi wa kina mama Haja Tijani kwa hekima na hima anatuongoza. Hivyo naombeni nikisema kiongozi wa kina mama Hadjati Jeanne, kwa hekima na hima, hima, nyie mseme anatuongoza, kwa sauti za juu. Kiongozi wa kina mama Hadjati Jeanne, kwa hekima na hima anatuongoza. Kiongozi wa kina mama Hadjati Jeanne, kwa hekima na hima anatuongoza. Heshima na, he na utulivu wako leo vya kupa daraja utu, na ustahamilivu wako vya wafurahisha waja mvumilivu hula mbivu, uongozi nao ukaja. Msomi wa zote elimu na mwanaharakati wa dini namba moja. Kiongozi wa kina mama Hadjati Jeanne kwa hekima na hima, kiongozi wa kina mama Hadjati Jeanne kwa hekima na hima. Uliziba masikio kasimama imara kwa yote mashambulio, ulikuwa mpole wala hukufanya khasira, ulipatwa na hila ukamtanguliza Mola ulipatwa na maradhi, ila hukuchoka kuwa na subira, ni mama mpenda haki wala si mwenye kuleta madhara. Wengi twampenda kwa njema yake tabia na upole wa sura, masha allah. Na leo Allah kakuchagua kuwa kiongozi wa kina mama nchini Burundi, tena kiongozi bora, alhamdulillah. Na sasa umesimama imara, walosema hufai kuwa kiongozi yao maneno hayakupi hasara bali hukuzidishia busara, kiongozi wa kina mama Haja Tijane, kwa hekima na hima. Kiongozi wa kina mama Haja Tijane, kwa hekima na hima. Sote twamshukuru Manani kukuleta duniani, jamii ya kina mama na wanawaza ungekuwa wageni wa Mnani. Umekuwa tisho kuwavuta chozi machoni, moyoni na mwilini, wasojiweza wajane na mayatima na masikini umekuwa taa inayowamurikia wengi gizani, umekuwa mwalimu bora wa akina mama mabinti madarasani, misikitini. Unavyojitolea na kuwahimiza wenzio jamani, huchoki kuhimiza akina mama kuwa kitu kimoja, mama wa Kiislamu kujitambua kuwa yeye ni kioo cha jamii na kuwa kiongozi mwema wa wanawake wema waliotangulia duniani. Hajati Jane, Hajati shani Wallahi, ni kiongozi asiyejigamba kujinyanyua na kujipiga kifuani. Kwa nini? Kwa nini taji la heshima na thamani tusimvishe jamani? Kiongozi wa kina mama Hadjati Jeanne kwa hekima na hima, kiongozi wa kina mama Hadjati Jeanne kwa hekima na hima. Baba yako mama yako uzao wako tunawashukuru pia kile aliyekusaidia akakulea na wote waliotangulia wakafungua njia, kile aliyebariki akasadiki na kuwafiki safari yako hakika. Tunawaombea walio hai, Allah awasamee na warehemu pia. Wewe kwetu ni kiongozi tunayejivunia, kama mama Samia, raisi mwanamke pekee maarufu katika hii dunia, nchini Tanzania. Kiongozi wa akinamama Hadjati Jeanne kwa hekima na hima kiongozi wa kina mama Hadjati Jeanne kwa hekima na hima anatuongoza. Wahenga wanasema usitukane ukunga na uzazi ungalipo. Kiongozi Hadjati Jeanne, umesimama vyema kwa nafasi yako, unapambana kufa kupona, iheshimike na ijengeke jamii ya kina mama. Wenzako wanaokudharau hakika waioni thamani yako. Kiongozi wa kina mama Hadjati Jeanne kwa hekima na hima anatuongoza kiongozi wa kina mama Hadjati Jeanne kwa hekima na hima, kazi zako na sifa zako ni nyingi zilizokuwa nzuri kwa wakati huli, kwa wakati hulali huchoki kufanya mali nzuri, huchoki kuleta kwenye mioyo ya wengi tabasamu iliyo nzuri. Bila kujali umewalipia vijana ishirini na tano mahari yote hayo huyafanya kwa nia njema na kutaraji razi zake kahari na kuwacha kwenye jamii yako nzuri athari. Hadjati Jeanne wewe ni kiongozi hodari na mahiri. Kiongozi wa kina mama Hadjati Jeanne kwa hekima na hima, kiongozi wa kina mama Hadjati Jeanne kwa hekima na hima. Nimalize shairi nikisema umoja ni nguvu, utengano daima udhaifu. Kutokuwa kitu kimoja huleta uharibifu tukivunja umoja tutatukanana kwa maneno ya kukashifu. Tukikosa umoja tutahadithiana na kuoneshana asiokuwa na uadilifu wala uongofu. Tuwe mbali na chuki husda, maana hutoa mbaya harufu. Mioyo yetu izibebe za Mungu hofu, tufanye matendo mema kwa ajili ya Mola wetu mtukufu, ili kesho insha allah tuweze kuingia ndani ya jannatulfirdausi. Pamoja tuseme insha allah. <tip> Nimalize nikitambulisha kwa majina, naitwa Moussa Kitabu, mshairi kutokea Bujumbura, Burundi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <tip>